na wengine wote wa ambayo kisa ni mashuhura katika kutubu sira Yahudi anaitwa mukhairiq Mukhairiq huyu ulikuwa Myahudi, ameona sifa ya mtume sa salam katika Taurati. Manake Taurati na Bibilia na Taurati na Injili maweka wazi mtume anatoka katika nchi wa Arabu na itakuwa mtume wao ya mwisho, na wao wao wanajua, lakini wengine wameficha, wataka kukubali

na mimi takuwa naye na yeye tapiga naye vita yani mi niko na Mtume napigana vita na wakafiri wengine, itakuwa katika jeshi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, na yelikuwa na hela tena na shamba saba, mashaallah. Kama takufa katika hii vita, yeye bado hajasilimu, mimi bustani yangu shamba langu saba, na machia Mtume Muhammad achukue. Allahu akbar, ikweli si Muislamu, sio Muislamu, Yahudi, tayeb Amefariki, amewawa katika ile vita, na Mtume kapokea ile <tip> bustani, kaweka katika sehemu wakfu Waislamu. <tip> Sasa, sasa, sasa inafaa mtu msiye Muislamu kujenga msikiti kama hana lengo, wengine <tip> mbaye mbaya kwa Waislamu. <u> <tip> sawa sawa Sheikh. Naam.